Katika mwaka wa fedha 2024-2025, wakala ya barabara za vijijini na mijini TARULA wilaya ya Mbinga imepokea jumla ya shilingi milioni 403 kutoka serikali kuu kwa ajili ya kurejesha mawasiliano ya barabara zilizoharibiwa na mvua za masika pamoja na tetemeko la ardhi liliyotokea mwezi Mei 2024. taarifa hii inasomwa hapa studio na Recho Chacha. Meneja wa TARULA wilaya ya Mbinga, mhandisi Oscar Musa amesema kuwa fedha hizo zimetumika kutekeleza miradi miwili mikubwa ya ukarabati wa barabara ambazo zilikuwa muhimu kwa wakazi wa maeneo husika. Katika barabara za Taulo wilaya ya Mbinga, hasa kipindi cha masika, tulipata madhira mbalimbali katika barabara za wilaya hii ya Mbinga. Baada ya kuiomba serikali, tulipata wastani wa shilingi milioni 400 ili kuweza kurekebisha au kurudisha mawasiliano katika barabara ambazo zimepata changamoto. Moja ya barabara ambayo ilipata changamoto ni hii tuliyopo barabara ya Langilo kuelekea Mkoha ikiwa inahudumia kata ya Langilo katika kijiji cha Mkoha. Hii barabara ina jumla ya kilomita saba nukta mbili. Madhara aliyopatikana ilikuwa ni kuporomoka kwa tabaka la udongo hasa eneo hili la barabara eneo la daraja, lakini na maeneo mbalimbali yalikuwa yamekatika kutokana na mvua kubwa, amesema. Madhara makubwa yaliyotokea katika eneo la daraja la Mto Makomba ambapo udongo uliporomoka na maeneo mengine yaliathiriwa na mawe yaliporomoka kwenye kona za barabara hiyo. Barabara ya pili ambayo ilipata fedha wastani wa shilingi milioni mia moja na ishirini ni barabara Longa Kipololo Litoho. Hii barabara ilipata madhila yalitokana na tetemeko ardhi, lakini pia kutokana na mvua ambapo tuta la eneo la kalavati eneo la Ndongosi liliporomoka, ambapo serikali baada ya kusikia kilio chetu ilitutengea fedha na ikafanyia matengenezo eneo lile na hivi tunavyoongea pako vizuri, panapitika kwa usalama. Mhandisi Musa ameishukuru serikali kwa kuwezesha kupatikana fedha hizo, kwani wananchi wa Mbinga wanaendelea kutoa shukrani kwa uwezeshaji huo ambao umeleta manufaa katika usafiri na usafirishaji pamoja na uchumi wa maeneo husika. Asante sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Kituo cha msaada wa sheria cha Everlasting Legal Aid Foundation elaf kimewataka viongozi wa dini, wanasiasa na viongozi kwenye ngazi mbalimbali serikalini kuendelea kuliunganisha taifa kwenye misingi ya amani, haki na mshikamano katika kipindi hiki ambacho taifa limepata taharuki na vurugu za uchaguzi. Taarifa zaidi tuungane naye Mrisho Mapeo. Akizungumza leo jini Dar es Salaam na waandishi wa habari, mkurugenzi mkuu wa Everlasting Legal Aid Foundation Dr. Hamis Masudi amesema tokea kuanzishwa kwa taifa hili haijawahi kushuhudia vurugu ama vitendo vya uvunjifu wa amani vilivyopelekea watu kupoteza maisha, hivyo ni muhimu kwa makundi yote kuzungumza lugha moja ya kujenga amani badala ya kutoa matamko yanayoweza kuleta utata na kuvuruga amani. Masudi ameongeza kuwa vitendo vya ukiukwaji wa sheria ni miongoni mwa mambo yanayopaswa kupigwa vita na wadau wote ikiwemo viongozi wa dini ili kuhakikisha maisha ya watu na mali zao vinaendelea kulinda idw badala ya kuruhusu kuendelea kushuhudia vijana wakipoteza maisha na mali za watu zikiharibiwa kwenye taifa lenye sifa na historia ya kuwa ni kisiwa cha amani. Tupo katika kipindi kigumu, kipindi cha mpito, ambavyo viongozi wa dini wote kwa pamoja na wadau mbalimbali, huu sasa ni wakati wa kuzungumza lugha moja. Lugha gani ambayo tunapaswa kuzungumza? Unapaswa kuzungumza lugha ya mshikamano katika kulingania amani, kuhubiri amani, kuhubiri utulivu na kutengeneza maridhiano ambayo yatatawaliwa na hekima na busara, yatathamini utu wa Mtanzania ili sisi kama taifa tuweze kuwa ni kisiwa cha amani. Tuendelee kuwa ni sehemu salama. Aidha, Dr. Masudi amevitaka vyombo vya dola hususan jeshi la polisi kuwa ni walinzi wa amani na utulivu kwa taifa badala ya kutumia nguvu kubwa kwa raia, huku akilipongeza jeshi la wananchi wa Tanzania kwa namna lilivyosimamia kulinda wananchi na kusimamia amani. Pia ameitaka serikali kutazama namna bora ya kushughulikia chanzo cha mgogoro uliosababisha vurugu. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Jumla ya wanafunzi elfu ishirini na tisa mia moja tisini na tatu wa shule mia moja na tisini zilizopo mkoani Shinyanga wanatarajiwa kuanza mitihani ya upimaji wa kidato cha pili kuanzia tarehe kumi mwezi huu. Mwavita Mkondo ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Maandalizi ya mitihani ya upimaji wa kidato cha pili yanaendelea kwa kasi katika shule mbalimbali mkoani Shinyanga. Afisa elimu wa mkoa wa Shinyanga, Samson Alute, amesema maandalizi yote muhimu yamekamilika na anatoa wito kwa shule zote kuhakikisha mitihani hiyo inafanyika kwa utulivu. Matarajio yangu ni kwanza ku, kuona wanafunzi wote waliosajiliwa wameenda na wamefanya mtihani, na nitumie fursa hii kuwaomba wazazi na walezi kabisa, wawaruhusu vijana waende kwenye shule zao wakafanya mitihani yao. E, maana yake tunaamini hali ni shwari kabisa. Naamini e, wanafunzi watainiwa hawa upimaji la kidato cha pili, kwanza wamepata maarifa na ujuzi mbalimbali mbali, e, kwa miaka yote miwili waliokaa shuleni na ninaamini kwamba yatakayokuja kwenye huo upimaji ni hayo ambayo wamekuwa wakijifunza ndani ya miaka miwili. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi waende wakijiamini kabisa kwamba wanaweza kufaulu huo mtihani, kwa sababu mtihani huu wa kidato cha pili ndio tutakaowawezesha kuja kufanya uh, mtihani wa kidato cha nne baada ya miaka miwili mingine ya kidato cha tatu na cha nne. Kwa hiyo ni waombe wanafunzi wajiamini kwamba watakaoenda kukutana nayo ni ambayo wamekuwa wakifundishwa, wasio na wasiwasi, na lengo ni kuhakikisha tunafaulisha wanafunzi wote E, walio sajiliwa. Katika shule ya sekondari Uhuru wanafunzi wa kidato cha pili wameelezea namna walivyojiandaa kwa mtihani hiyo wakisema wamejipanga kufanya vizuri. Tulikuwa tunafundishwa vizuri na walimu wetu, walikuwa natuka ushirikiano wa kutosha ili kupata mafunzo basi. Nimepitia yale ambayo tumefundishwa na walimu wetu kutokea Januari hadi Novemba, kwa hiyo na uhakika naweza nikafanya mtihani. Hata kama ikiwa leo tujiandaa vizuri kutokana na walimu wanavyotufundisha darasani na testi wanazotupa tunavosoma notes wanazotandikia ubaoni na tunapopata maelekezo yao wanavyotuambia tusome vitu fulani ambavyo vinatoka katika mtihani. Kwa upande wao waalimu, wamesema mikakati maalum imewekwa kuhakikisha kila mwanafunzi anapata uelewa wa kutosha katika masomo yote muhimu. Tumewafundisha kwa kumaliza syllabus katika masomo yao yote tumewapa mitihani ya kutosha kwa kufanya mitihani ya hapa shuleni pamoja na mitihani na shule zingine za jirani. Tumewahamasisha kuwa katika vikundi vya kujisomea, wameweza kukaa katika vikundi vidogo vidogo kwa ajili ya kufanya majadiliano katika masomo yao. Kwa ujumla, tumekuwa tukiwapa mazoezi ya kutosha mpaka hadi wanaingia kidato cha pili, pia napo tumekuwa tukiendelea kuandaa tumekuwa tukifanya mitihani mingi ambayo ni meandani, mitihani ambayo imeandaliwa na mkoa, mitihani ambayo imeandaliwa na wilaya, na vivyo hivyo tumekuwa na mitihani ya shule kwa shule. Kwa hiyo yote hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya kuandaa kwa ajili ya mtihani huu ambao ni wanakwenda kufanya siku ya Jumatatu. Asante sana Mwavita Mkondo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, ni TV ya Habari na mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari Rais wa Kenya William Ruto aongea na rais wa Ukraine Zelensky awaachilie wa Kenya mateka waliopo Ukraine